Yes, yes. Welcome, SeNkoLink kama uko kwanza fuatia channel yetu hii usisahau kusubscribe ku like ku share na comment leo hii tunakuja kuonyesha a simple template ya kufanya instruction ya gredi au some instruction ya matokeo ya Necta kwa form 2 na form 4 lakini lakini kwa form 4 pekee lakini simple tu template ambayo itasaidia au inasaidia walimu mwalimu wa taaluma au shule kuchambua matokeo ya kidato cha nne kwa kwa urahisi kabisa kwa urahisi kabisa na kwa uwepesi wa hali ya juu. Sasa twende tukaone zee template inavyo inavyofanya kazi. Template yetu ni hii hapa, tumeita tu Necta CSEE Extractor Summary Ina extract ina matokeo kutokea kutokea Necta direct. Kwa hiyo template yetu ipo kama hivyo unavyoiona hapo ndo ipo kwenye kwenye kwenye homepage. Hapa ni kwenye homepage. Kwa hiyo cha kwanza, kama labda matokeo yese labda majina unayo ya una wanafunzi wako walofanya mtihano wa Necta lesi laba mwaka huu au, au mwaka jana. Mfano, nataka ufanye instruction yake in hapa. Kwa hiyo utaingia hapo kwenye student name, wapo hapa utakuwa na uwezo wa kupesti hapa hivi wa kupesti majina ya wanafunzi wako, na maana mfumo huu unachukua jumla ya wanafunzi 500 wote, hapo tunachukua wanafunzi 500 na masomo hapa, masomo yale tunasema common au unique, yale yapo masomo yapo masomo ishirini na nane hapa. Masomo haya e, yamepangwa kulingana na ile, tunaweza kusema kwamba tumeyapanga kulingana na kodi namba zake, na masomo yote hapo kwenye kodi namba zake. Sasa zaidi ya kutumia unaweza kaanza na somo lote kuliandika hapa, lakini zingatia hii tunasema NECTA inisho yani, inisho ifanane na NECTA ili kuondoa sasa mkanganyiko. Sisi tumewatengenezea pale matokeo kabisa, yani nionyeshe kinacho kinachozungumzia ya matokeo form four, si tenda shule yoyote tu, shule yoyote mfano hii mwaka jana lesei, tuchague tu shule zile kubwa kubwa, laba acheki, laba Pugu, tuchukue shule hapo kidogo, wanafunzi wengi, ina wanafunzi mia. Na tuangalie na hapa Pugu. Pugu Centa, kuna Pugu, Pugu Station. Mfano kama hii Pugu, Pugu Station hii wanafunzi kama mia tatu. Kwa hiyo inisho za masomo, kama utabadilisha basi hakikisha ziwe sawa sawa na kama uko kwenye Necta. Lakini ni vizuri usije kuandikia hapa, maana yake kama utakuwa na majina ya wanafunzi wa kidato usiku, utapesti hapa majina yao. Baada ya kupesti majina yao hapo masomo ndo haya haya tu kama yalivyo hapa. Masomo yetu haya hapo, matokeo, tofauti, nitafuta, haya hapo ya masomo ishirini na nane kutoka kwenye website ya Necta utakopi kawaida baada hapo utakuja hapa ina kuanzia CN, tutabonyeza right click, tutabonyeza right click. Sasa utakuja hapa paste special uta click uta paste. Ukisha paste, sasa maana yake ni nini? Maana yake yale masomo au ile analysis yetu itakaa kama ilivyo hapa, itakaa hivyo. Sasa utakuja upande huu upande huu, upande huu, hapa huu, ni wa masomo. Sasa masomo yapo yote Filo, utakuja kuangalia shule usika. Shule na somo gani la option ni EDK au itakuwa lipo hapa kwa utachagua utalichagua hilo somo usika labda idike masomo yale yote hapo masomo yote ishirini na nane yaba unaweza ukapanga kwa mpangilio kama nilivyopanga kulingana na somo husika, au unaweza ukapanga vivyote vile. Sasa wewe wewe unavyofanyaje unavyo unavyotaka. Baada ya hapo utarudi home. Ushaudi home, sasa tunaenda ku view nini? Tunaenda ku view eh, eh, summary. Hapa sasa unaweza kubadilisha hapo, maana yake utaandika, utajaza tu. Baadaye nakuja kuweka hapa mtu aweze kujaza mwenyewe, hapo ataandika. Kwa hiyo hapa tulisema

Katika shule nzima na angapi wakopo wajaja, na mfumo utahesabu wanafunzi waliokuwa registered alafu pia utachambua wanafunzi waliositi kwa ajili ya exam, itaangalia absent, alafu itaangalia wale waliofanyaje, wale waliofanya. Baada hapo itakweti GPA ya shule nzima. After that itakuja sasa itaanza kufanya analysis ya masomo moja moja. Kwa masomo moja moja tunaangalia afu A B C D mpaka F Itachambua waliofaulu au waliofaulu waliofaulu kuanzia A mpaka D, walio feli kwenye somo husika, ambao hajafanya mtihani kwenye hilo kwenye hilo kwenye hilo somo na walokuwa wamefanyaje, wamesajili wamesajiliwa, itachambua itachambua wanafunzi ambao wamesajiliwa katika somo husika na hawakufanya, yani absent kwenye somo husika yenyewe. Itafanyaje wenyewe ita nini? Itachambua <coughs> kwapa ija zetu hapa, itatuchambulia kwamba wanafunzi walokufanyia mtihani na wanafunzi ambao hawakufanya mtihani na Itachambua sawasawa kama nekta inavyochambua. Kwa mfano kama hii shule hapa, wanafunzi wote walisajiliwa kwenye masomo yote, hakuna hata somo moja ambalo wanaliacha. Yani wanasoma sayansi wote, kuna wanafunzi ambaye hasomi, wote wanapiga sayansi, lakini kwa hii shule hapo. Lakini ukija kuangalia pia itatuchambulia GPA. Sasa GPA inaweza tukapima mfano, tuje tuangalie GPA 4.64 ya 12 ya pwen, na ateneza grade hapa ataanza position kwamba ilikuwa lifanya vizuri somo gani, lifanya vibaya pia. Ita itachambua grade grade kama unavyoona hapa ya kila somo. Kwa hiyo, majina yale ambayo una yapesti hapa hapa kwenye ku view result hapa hayo majina yatakuwa yanatokea hapa kama unahitaji kubandika nini saa hii <coughs> NECTA C-S-E-E summary extract grade and ya shule nafanya analysis, ukaja ukaifananisha GPA ni aa, kaifananisha ni sawa, ndivyo hivyo nne mbili moja saba nane. Kama unavyoona yenyewe ni, ni d gredi yake ni d ni kwa nini yote yapo hapa? Na mfano kama DK lenyewe, ese labda somo la DK, DK ilikuwa na wanafunzi jumla, wanafunzi walosajiliwa ni mia mia, mia na tisini ila alofanya ni mia sabini na mbili walosajiliwa mia na tisini mia na tisini walofanya. Shule ya msingi mpaka advance inaweza kuchakata report, automatic SMS na mengineo inachukua wanafunzi wa wengi tu. Pia inatoa jipya kila somo, position, summary, grade na mengineyo. Pia inatoa view ya Necta e, masomo yote yani primary. Kwa primary na kuchukua masomo, ambao, kwa masomo na, na mbalimbali ya uchambuzi pia una mifumo ya joint shule moja kuanzia mbili na kuendelea, masomo yote. Pia tunatoa mafunzo kutengeneza template na mifumo matokeo mbalimbali. Tembelea website yetu hapo chini, pata free template na mengineyo. Kwa mawasiliano mawasiliano, hata tupigia namba za simu hizo hapo, email au unaweza kutufuata katika mtandao wetu wa kijamii, hiyo kama unavyo unavyo, wanakaribuni sana sana hii yote about structure analysis kwa olevo kwa pia tuleta na analysis ya darasa la saba, soon as possible.